Ipo stori ya kushangaza sana ya wanandoa ambao jana walala vizuri kabisa ila asubuhi mwanamke anapoamka anakuta mume wake tayari ameshafariki. Yeye mwenyewe akashangaa sana, Yoko kuna stori gani hapa? Karibu tisiasumulizi huu mziki kuanzia kwanzia mwanzo mpaka mwisho, na pia nikwambie kama indo maraka ya kwanza unakutana i channel, basi jichelewa mwanetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele makengele iliwa kwanza kabisa kupata simulizi zote, pende tu napoziweka hapa. Mimi natodolakidi oke, sawa, tuanze Mzigo unaanza kwa kumonyesha mwamba ambaye anaitwa Prosper na mchumba wake ambaye anaitwa Dima wajambo, wanaonekana wanacheza barabarani, wamba wanapendana sana, na baadaye tunaona Dima yupo kazini kwake. Bidada anafanya kazi kwenye supermarket, na hapo anaonekana anafutafuta vumbi kwenye bidhaa, na kwa bahati mbaya akadondosha chupa. Tuko hili lote meneja akaliona. Dima yeye anaomba msamaha, ila meneja hakumwelewa. Hapa akamwasha kofi, kisha akamwambia akapake vitu vyake, kwa maana amefukuzwa kazi. Dima analia sana, huku akaomba msamaha. Hapa meneja akamzungu dima bosi wao anakuja hapa umjomba anaitwa lansi lansi anamuliza meneja nini kinaendelea meneja akamuliza kila kitu lansi ila lansi hakumwelewa meneja hapa anamwambia meneja yeye ndo akapaki vitu vyake na sepe kwa maana amefukuzwa kazi meneja huyu akajaribisha kujitetea ila lansi hakumwelewa meneja akaondoka ili akapaki vitu vyake lansi yeye akamwinua dima na hapa anampatia pole dima anaomba msamaha ila lansi anamtuliza na baadaye dima na lansi wanaonekana hapo kwenye gari ya lansi lansi anamjali sana Dima, pia hapa anampatia chakula Dima. Akamshukuru sana Lansi, kwani mjomba anamjali kinoma. Lansi akamwelewa Dima. Mjomba anamtazama Dima huku akaonekana dhahiri shairi anamkubali sana Dima. Baadaye jioni Dima akaenda kumwona Prosper. Prosper baada ya kumuona Dima na kovu mjomba akamind kinoma, na hata akataka mfuate meneja ili akamzingue, ila Dima anamtuliza na anamwambia Prosper, huyo meneja tayari ashafukuzwa kazi, hivyo asijali. Prosper anamtazama Dima na anamwambia hataki kabisa kitu kibaya kimpa. Dima anamtuliza Prosper na Prosper akatulia. Mwamba ni kapuku, ila Dima anampenda sana baba yake na Dima ni mtu wa mikeka sana, na hapa mzee baba anatandika majamvi. Dima na yeye anaingia hapa akamuuliza mama yake ilo mzee akamendi sana Dima, na hapa akamwambia anamchanganya kwa maana yeye anaweka mikeka. Dima akatoka nje na kumwacha baba yake akiwa nafoka kinoma, huku akiwa anaendelea kutandika majamvi. Lansi, yeye yupo nyumbani kwao, bwana mdogo anakunywa dawa. mama yake na yeye anaingia hapa, na hapa anamwambia Lansi Meneja amempigia simu na amemwambia Lansi amemfukuza kazi. Mama huyu anamuliza Lansi ni kwa nini amefanya hivyo. Lansi anasema meneja alimpiga Dima. Mama huyu akashangaa sana, na hapa akamwambia Lansi amefanya kitu kizuri. Mama huyu anafahamu kabisa kwa mwanaye anampenda Dima. Hapa mama akamwaga mwanaye, kisha yeye akaenda kulala. Nyumbani kwa kina Dima mama yao pamoja na baba yao wanagombana. Okoro ameshikilia bakuli la mboga. Hivi watoto hawali wanamtazama tu, mama yao ndio anawatetea hapa. Hii familia ina jumla ya watoto watano dima na dogo zake oke okay, sawa. Kesho yake asubuhi, Dima anamfuata mama yake na anamwambia zile hela ambazo alikuwa anazisave kwa ajili ya ada yake hazioni, na amezitafuta kila sehemu ila hajafanikiwa kuzipata. Mama huyu akashangaa , ila akajua moja kwa moja huyu ni Okoro, hivyo akajua kabisa kwa Okoro ameziba hizo hela. Mama huyu akamind sana, kisha akaingia mtaani ili kumtafuta huyo Okoro. Dima yeye anamtazama tu mama yake. Okoro anaonekana yupo na mwanaye wajomba, wanatandika majamvi na uamba akiwa hana habari yeyote. Mama yake Dima anakuja hapa mama huyu akawasha moto wa kutosha hapa. Anamwambia Okoro ampati hela za mwanaye, ila Okoro anasema tayari ameshazitumia. Mama huyu akawasha moto wa kutosha ila, ndo hivyo, Okoro hela tayari ameshazitumia. Hivyo anamwambia mke wake asubirie, akishinda atampatia mama yake. Na Dima hiyelewe kitu chochote, anachokifanya ni kuwasha moto tu. Siku hii Prospa anakaa nipo na Dima supermarket. Dima anamwelezea Prospa kwa zile hela ambazo alikuwa nazisave, baba yake amezichukua na amezitumia. Prospa akashangaa sana, ila mjomba anamwambia asijali yeye atampatia Dima. Anamuliza prospa vipi kuhusu yeye, kwa maana walikubaliana wote watendi shuleni. Prospa anamwambia dima asijali yeye atatangulia, alafu naye pia atakuja. Dima akamwelewa Prospa na hapa wakagana. Dima yeye akiingia ndani, Prospa hapa akabadilika kabisa, jambo linaonekana anahuzuni sana, ila ndo hivyo, hana la kufanya kwa maana anampenda sana Dima. Mwamba akaenda siti kwake, ila leo amechelewa, na alipoingia tu anakutana na msimamizi wa hii saiti. Kumsimamizi anamuliza prospa nini amechelewa. Prospa anajitetea tu, msimamizi huyu anamwambia Prospa anamhurumia sana, kwa vile yeye ni yatima na ana mtu yoyote wa kumwangalia, ila Prospa mwenyewe hajihurumii ametanguliza mbele ya mapenzi tu. Msimamizi huyu akamsema sana Prospa, kisha akamwambia akabadilishe nguo na ingie kazini. Prospa akamshukuru sana umwamba. Huko nyumbani kwa kina Lansi, Lansi wanaonekana amezima na hapa mlinzi amembeba na kumpandisha kwenye gari, wajomba wanampeleka hospitalini. Siku hii nzima Dima akashinda peke yake supermarket, kwa maana bosi wake hakwenda, na baada e usiku dima anaonekana anarudi nyumbani na hapa yupo na prospa dima anamwambia prospa aingie ndani ili awasalimie wazazi wake prospa anasema ataingia siku nyingine kwa maana leo ni mchafu sana dima akamwelewa prospa hapa prospa akatoa kibunda na kumpatia dima kwa ajili ya ada dima akashangaa sana na hata akamrudisha prospa hela zake na prospa akampatia na akamwambia akajiandikisha shuleni na yeye siku so nyingi ataenda dima akakubali bidada akamshukuru sana prospa kwa maana mwamba anamjali kinoma kisha hapa mwamba wakagana na prospa akaondoka Mjomba anajitoa sana kwa ajili ya hii familia. Kesho yake asubuhi, mama akina Lansi anaonekana bado hospitalini. Daktari anamwambia mama huyu ende nyumbani akapumzike. Mama huyu anasema ye yupo sawa. Pia hapa anaulizia mwanaye amebakisha muda kiasi gani. Daktari anamwambia Lansi amebakisha miezi mitano tu, ila akibakia hapa hospitalini anaweza kufikisha mwaka mzima. Mama huyu akalia sana, daktari akampatia pole, kisha yeye akaondoka. Mama huyu anamtazama mwanaye na najua kabisa mshumaa unaenda kuzima. Hapa mama huyu akalia sana. huku nyumbani kwa kina Dima. Prosper na Dima wanaingia hapa, mjomba Prosper amemsaidia Dima kubeba maji. mama yake na Dima anamkubali sana Prosper, na hapa anasema Prosper analiwe breakfast, Prosper akakataa, mjomba anasema anataka kuwahi kazini, mama huyu akamwelewa, kisha akamwaga hapa. Prosper na Dima wakaondoka, mama huyu yeye anawafukia dogo zake na Dima na anaambia wakajiandaa ili waende shuleni ili wasijakowa wapuzi kama baba yao. Siku iliofuatia Lance anaonekana tayari ameshamka, Mwamba analia na hapa ana mama yake amruhusu aende nyumbani Lansi anamba mama yake, yeye anajua kila kitu. Kuenda hapa akibakia hapa anaweza kuongeza miezi kadhaa ya kuishi, ila Mwamba taki na anamwomba mama yake amruhusu arudi nyumbani na katumie muda huu mchache ambayo amebakisha kuishi kwa furaha, na sio kulala kwenye vitanda vya hospitalini. Mama huyu akamwelewa mwanaye. Prosper na Dima wao wana wanaenjoi msimamizi wa saiti anawachora tu, mjomba anamsikitikia Prosper, kisha yeye akasepa zake. Mama yake za na Lansi yeye anajaribu kuwaza atamsaidiaje mwanaye, kwa maana siku chache sana zimebakia za yeye kuishi, na baadae siku huku nyumbani kwa kina Dima, mzee Okoro anakoroma kinoma. Dima anaingia hapa na anaambiwa amwamshe Okoro. Dima akafanya hivyo, kisha mama yake Prosper amempatia hela ya ada. Mama huyu akashangaa sana, kwani Prosper anawajali sana. Okoro aliposikia hivi, mjomba akasema ndio maana anampenda sana Prosper, kwani mwamba ni kijana mzuri sana na anasema atamfanya kwa mkwe wake. Mama kina Dima akaanza kumsema Okoro, kwani mjomba ana furaha wakati mtoto yatima ndio anawalea na hata vyakula ambavyo wanavyokula hapa Prosper ndio anawalea Mama huyu anamsema sana Okoro kwa na mjomba hatimizi majukumu yake, amemwacha Prospa ambaye ni kijana maskini na tena yatima. Hapa wamba akaanza kugombana, dima yeye anamtuliza mama yake. Mama huyu anamwambia Dima hata kama Okoro ni mtu mbaya kivipi atabakia kwa baba yake, hivyo amheshimu kama baba yake, ila asije akajichanganya kula na mtu ovyo kama Okoro. Dima akamweliwa mama yake. Siku ilofuatia lananikana anlea vizuri na leo amekuja supamaketi, na hapa anamwamba Dima uongee. Dima akakubali kisha akaenda pembeni. Lansi anamwambia dima amemletea chakula hivyo amfuate na kale. Dima akakubali na no, wajomba akaenda kwenye gari, dima akiwa na kula. Lansi anamuuliza dima ni kwa nini asomi. Dima anasema ndo amejiandikisha. Lansi akamwelewa. Dima anamuliza lansi kwa nini yeye asomi kwa muda wote amekuwa hapa supermarket. Lansi anasema yeye apende kusoma, dima akishangaa sana, na hapa anamwambia lansi mjomba ana hela za kutosha, ila ameamua kutwa kusoma. Hivyo dima anasema anatamani sana angekuwa na maisha ya lansi. Lansi akamtazama dima kisha akamwambia Asija katamani maisha mtu ambaye hamfahamu, kwa maana hata yeye hayapendi hata kidogo maisha yake. Dima akamwelewa lansi lansi. Anajua kabisa siku sonyingi anakukata moto. Okay, sawa. Baadaye usiku, lansi anaonekana anaongea na mama yake. Mwamba anama mama yake yeye ni mama bora sana, na hata akizaliwa kwa mara ya pili, basi atamchagua tena yeye mama. Na mtoto wanapiga stori huku akiwa na huzuni sana. Kesho yake lansi anamwona dima akiyupo na Prosper. Wajomba wanapigana na maboso, lansi yeye anawachora tu, na hapa mjomba akahuzunika sana kisha akarudi nyumbani kwao. Siku hii mjomba akalatunge sana mama yake, aliporudi akamzuia, ila Lansi yeye elewi. Hapa mama huyu anamweza Lansi anashita gani? Lansi yeye analia kwa uchungu sana, na hapa anamweza mama yake ni kwa nini maisha yake yanamwendea vibaya, kwani hata kitu kimoja ambacho anakipenda na anatamani aishi kwa ajili yake hicho nacho kimechukuliwa. Mwamba anazungumza kwa uchungu sana, huku akiwa analia. Lansi anasema anahisi yeye amezaliwa ili ajateseke tu, kwani kila kitu kwake ni cha moto. mama huyu anamliwaza mwanaye na akajua kabisa haya ni mapenzi ambayo yanamchanganya mwanaye. Huku nyumbani kwa kina dima nako wamo wanaonekana wanakula, na kama kawaida mama yao pamoja na baba yao wanagombana. Madogo hawa wao tayari wameshazoea hivyo, hajali kitu chochote, wao wanakula tu. Kesho ka asubuhi lansi anaamka na hapa anaomba msamaha kwa mama yake kwa kitu ambacho kilitokea jana usiku. Mama huyu akamwelewa mwanaye, kisha akamuuliza huyo ni binti gani ambaye anamtaka lansi. Akasema ni dima. Mama huyu akashangaa sana ila sawa kisha yeye akaondoka. Lansi yeye anamtazama tu mama yake. Prospa yeye anaonekana ipo saiti, mwamba anachanganya udongo, mjomba anapiga kazi kwa bidii sana, na hapa akaanguka. Wenzake wanakuja hapa na kumsaidia. Siku hii hii mama kina Lance akaenda kwa Dima na hapa akamwambia rejeoni atende nyumbani kwao. Dima akakubali. Upande mwingine huku Prospa ashamka na hapa anapata madiko. Msimamizi wa hapa anamfuata Prospa na kumuuliza hela zake zote huwa anazipeleka wapi, kwa maana leo anataka kufa na njaa. prospa Akakosa jibu. Msimamizi huyu anamwambia Prospa hatakiwe kuingilia majukumu ya mwanaume mwingine, hivyo ajiangalie mwenyewe. Msimamizi huyu anamwambia Prospa machiko haya ashayeona sana, wamba wanajali sana wanawake ila baadaye wanawakataa. Prospa anasema Dima na familia yake wanampenda sana, hivyo hawezi kufanya hivyo. Msimamizi huyu akamtazama Prospa kisha akacheka, alafu akamwambia yeye anamshauri tu kama kaka yake, ila muda ndio atakaozungumza. Mjomba anamsi Prospa ale na kimaliza arudi kazini. Prosper akamwelea msimamizi wake Msimamizi akasipa zake. Prosper akakaa chini na kuendelea kula oke. Okay, sawa. Baadaye jioni mama kina Lansi anaenda kwenye familia kina Dima na hapa anawaambia mtoto wake anataka anataka muwe Dima. Dima alivyosikia hivi akamwambia mama yake yataka ya kuolewa na Lansi. Mama huyu akamwelewa Dima, ila mzee Okoro alipona hii familia ni akitajiri kinoma Mwamba akakubali mtoto wake aolewe na Lansi. Mama kina Dima pamoja na Dima wakakasirika sana, na baadaye mama kina Lansi alipoondoka, mama huyu akaanza kumfukia Okoro kwa mjomba ametanguliza pesa mbele na hajali hata kidogo kuhusu mtoto wake. Okoro yeye amevurugwa kinoma, na hapa anasema hataki kabisa kuvurugia biashara yake. Mjomba anamchukulia mwanaye kama biashara, wajomba wakagombana sana. siku hii yake na Lansi na yeye aliporudi nyumbani hakumwambia chochote Lansi kwa linda nyumbani kwa kinaDima ila anamuliza mwanaye kama po tayari kumwaDima. Lansi akishangaa sana. Mama huyu akamwambia Lansi afikirie alafu atambatia majibu. Lansi mwenyewe anamshangaa mama yake, na kesho yake ani alipondaupaketi akamkataalnsi anamwambia yeye anampenda mtu mwingine. Dima akamuuliza kila kitu Lansi, kwa jana mama yake alienda nyumbani kwao na akasema anamtaka Dima aolewe na Lansi. Hivyo hapa Dima anamwambia Lansi, haijalishi una pesa kiasi gani, ila hawezi kumnunua bidada. Akazungumza moyoni mbele ya Lansi. Lansi mwenyewe akashangaa sana kwa anaje, kumuona kabisa Dima akiwa anazungumza namna hii. Na baadaye usiku, Prospa anamkaa anapo nyumbani kwa kina Dima. Mama kina Dima anampenda sana Prospa kama mtoto wake, na hapa anamuniza kula wamba. Akiwa naongea okoro anarudi Mjomba akamwacha moto wa kutosha Prospa na akamwambia aondoke nyumbani kwake. Mama mama kena Dima anamtishia Prospa ilo mzee kuelewa hata kidogo, yeye anamwambia Prospa aondoke tena, amekasirika kinyama hadi Prospa mwenyewe akakimbia. Dima akamfuata Prospa. Prospa anamuuliza Dima baba yake ana shida gani, kwa maana leo amezungumza kwa hasira sana. Dima akamweleza kila kitu Prospa kwa mama kena Lansi alikuja hapa na namtaka Lansi amoe Dima. Prospa aliposikia hivi, mjomba akashangaa sana na mwamba akajua kabisa kwa siku sio nyingi anakupata mpenzi wake ila Dima anamteleza Prosper na anamwambia asijali, yeye anampenda yeye tu, na mtu pekee na mtu pekee anataka kuolewa naye ni Prosper na sio mtu mwingine. Prosper yeye mwingines akamwelewa Dima. Anaonekana ipo nyumbani kwao. Mwamba ana mawazo sana, mama yake na yeye anaingia hapa gani? mwanaye ana shida gani? mama yeji, Lansi, yake hakumwambia kwa nini nyumbani kwa kina Dima. Mwamba anamwambia mama yake Dima amemkasirikia sana, bora hata kwa zamani ambapo Dima alikuwa rafiki yake tu, kwani alikuwa anazungumza vizuri sana na yeye. Mama huyu anamteleza mwanaye na anamwambia ana ana furaha tu. Lansi akamwaliwa mama yake. kesho yake ni kano ipo kazini. Jomba ana mawazo mengi sana pia, hapa analia, kwani anajua kabisa mtu ambaye anampenda sana siku za nyingi anaenda kumpoteza, hivyo hapa anawaza afanye nini. mama yake na Lansi na yeye akaenda supemaketi kuongia tena na Dima. Hapa kwa wote kwa anachokitaka ni furaha ya mtoto wake, kwani ana kansa mapafu na mbakisha miezi mitano tu ya kuishi, hivyo anataka mwanaye awe anafuraha. mama huyu anamwidi Dima hapo akimkubali Lansi basi atamsomesha mpaka levo yote ya masomo ambayo yeye anaitaka pia atasada familia ya Dima. Dima akasema atalifikiria hilo. Siku hii usiku Prospa akaenda nyumbani kwa kina Dima, na hapa anamshauri Dima watoroke. Dima akakubali, hivyo wakakubaliana kesho saa kumi na moja alfajiri watatoroka. Na kweli kabisa wajomba, alfajiri walitoroka, na hapa mama kina Dima anamtafuta Dima kwa ndenge, asubuhi hajamwona Dima. na Prospa wameenda kwenye kijiji kingine alipozaliwa Prospa. Hii ilikuwa nyumba yao, ila Mwamba aliondoka baada ya zazi wake kufariki hivyo kwanza, sasa wataishi hapa Lansi yeye ipo na mama yake. Mwamba ana huzuni sana. Usiku nao tayari umeshaingia. Mama yake na Dima bado yampata mwanaye, na hapa analalamika kwa yote amesababisha Okoro. Mama huyu akamlaumu sana Mwamba na akamwambia akamlete mwanaye Okoro. Yeye amefunga kimya, kwani anajua kabisa alizingua Dima na Prospa. Wao wanaenjoy madiko. Na siku iliyofuatia Lansi akaenda supermarket, ili akamwone Dima ila huku hakumpata Dima. Sasa maisha yanasonga, hali ya Prospa na Dima imekuwa mbaya Baya. Wajomba hela ambazo alikuja nazo zimeisha, na hapa wanatafuta kazi ila wajafanikiwa kupata, hivyo chakula kwao kimekuwa mzozo. Dima yeye anamwandikia prosper kila siku, na anamwambia warudi mjini. Prosper hataki kuelewa. Mwamba anamwidi dima mambo yatakuwa sawa, na hapa hapa mjomba akainuka na kwenda kitaa kutafuta chakula. Huko mjomba akapiganisha sana ila kufanikiwa hapa. Ukisikia mtu ana uwezo wa kuiba ndio muda huu. Lansi yeye anaonekana yuko nyumbani kwao, mjomba anatazama tu picha ya Dima. Maisha kina prosper nao yakazidi kuwa magumu. Wajomba anakula mapapai tu. Dima yeye kila siku analalamika, anamtaka Prosper arudi mjini, ila Prosper hataki. Wamba akaendelea kupiga kazi vijijini, na huku Dima akaumia mguu, hela za kumpeleka hospitalini zikawa hamna, ila Prosper bado ana mwili mpenzi wake avumilie. Mjomba anajua kabisa mambo yatakuwa sawa tu, ila Dima hataki kuelewa, anachomsi Prosper ni warudi mjini. Dima akamsikiliza Prosper, hivyo akavumilia kubaki huku kijijini, akawa na matumaini kabisa mambo yatakuwa sawa, lakini ndo hivyo, siku zinazidi kwenda. Wajomba wanapiga vibarua vya mashambani na hela anazopata ni chache sana. Siku hii Dima aliporudi nyumbani wakati Prospa akiwa amelala, Dima anaonekana anatafakari. Midada anakumbuka ile hadi ambayo alipatiwa na mama yake na Lansi, hapa akalia sana. Kisha kesho yake asubuhi, Dima anaonekana yupo nyumbani kwao. Baba yake alipomuona akafurahia sana, kisha wakakaa chini. Mzee huyu anamlaumu sana Prospa, kwani mjomba alimchukua mwanaye akiwa sawa kabisa na sasa amemrudisha akimtumia mguu. Mamba anasema akimkamata Prospa atammaliza. Prospa yeye alipoama asubuhi mjomba anakuta ujumbe kutoka kwa Dima kwa bidada, amerudi nyumbani kwao. Prosper akalia sana. Mwamba anajua kabisa Dima amemchagua Lance mbele yake, hivyo hapa akalia sana. Mwamba amejitwa sana kwenye familia, ila leo hii bidada amemwacha na hata sikupita siku, siku nyingi wala nini. Dima akaolewa na Lance. Prosper yeye bado baki kijijini anafanya vibarua. Lance yeye akanamjali sana Dima, hadi Dima mwenyewe na yeye akaanza kumpenda. Na siku moja asubuhi Dima alipoamka anakuta Lance tayari ameshakata moto bidada akalia sana. Na baada ya mazishi, Dima akamtua huzuni sana mama yake na Lansi. Akawaita wazazi wa Dima na hapa akawaambia ahadi yake iko pale pale, atamsomesha Dima pia. Sasa Dima ni mtoto wake, hivyo atampatia kila kitu ambacho anakihitaji. Wazazi hawa wakamwelewa mama yake na Lansi. Dima akaendelea kuishi hapa, ila bidada anamkumbuka sana Prospa, hivyo akafunga safari na kuenda semu ambalo kanaishi na Prospa, ila huku anamkuta mwanamke mwingine na hapa bidada anamulizia Prosper, ila akaambiwa mnyumbaake na Prospa, ambaye anaishi Ulaya alirudi, hivyo amemchukua Prosper na kuenda naye Ulaya. Prosper ameenda kusoma Ulaya. Dima aliposikia hivi, bedada akahuzunika sana, ila ndo hivyo hana namna. Mtaka yote kwa pupa, basi hukosa vyote, na hapa ndipo mzigo ulipoishia. Hiyo imekuwa ni good time sana kunuo kuenza mwanzo mpaka mwisho, hivyo nakushukuru sana mdau wangu wa nguvu, ila nikwambie, kama ndio mara ya kwanza unakutana ni channel, basi haujachelewa mwana itu, bonyeza alama subscribe, kisha bonyeza alama kengele, ili uwe wa kwanza kabisa kupata simu zote tu napozika hapa Kipali. Instagram, minatundulekidi mwana itafanya kupita pale nani, follow na mimi nitakufollow back mwana kabisa. Ianazungumza hapa mimi nitadulekid. Asante na kwaheri, have a good time, enjoy bye bye.